Sure. watoto wa form 3 nimeuliza what is photosynthesis au you? happy talks production unazotoa you could easily develop a photosynthesis concept kwa video kwa tv kwa radio kwa hiyo tunachosema nyinyi ni kama kiwanda this is a factory. is a a factory

na taasisi elimu kwa sababu ndo noa o watu wa kufanya nao operation zote za abeb o ni mtu unaweza kumwona mtu wa kawaida, lakini ana big impact kwenye media. Broadcasting media, yeye ana influence kubwa kuliko ni mambo ya kuandika. Kwa nadhani ni asset ambayo tuko nayo tuitumie. Na sasa hivi nafikiri uko happy kuja Wizara ya Elimu. And we may bring more people as need arises. Lakini nadhani kuwepo kwake kutasaidia kwa kiasi fulani. Kuna editors, kuna graphic designers, kuna content creators, kuna mnajua zaidi kuliko ni mimi. Mimi naokotea ukotea. Kuna sound engineers. Tuko na Dr. Phillips. Mzee, bwana mzee.

ndaga yake na naweza inaweza split vile vile kama hafiz ambayo kwa uzarani unaweza kupiga hapo kupiga uzarani, kupiga Pemba, ukapiga na kwingine zaidi. Na kila mmoja mwenye capacity yake, tutajitahidi kwa support kwa kadri inawezekana. Kwa mimi nimekuja kuwapa moyo, fanyeni kazi as a team. Kuna maneno maneno kidogo, basi mimi nikitoka, wewe wa yameisha, work as one unit na kukaimu kaimu, mimi I don't, I don't know why watu wanakaimu muda mrefu, na mnaanza kuchukua hatua wizarani. Hata wizarani kuna watu wanakaa miaka mitatu miaka minne. Sasa hivi nawapeleka veti ndani ya wiki kijao, ukijaa anawathibitisha watu wote ambao hapa wanakaimu wakitengwa. <laughs> na kaimu this, kwa mujibu wa mageuzi ya elimu, transformation this institution is supposed to be under taasisi taasisi mm -hmm. Ndo wanaofanya tai, wana kitengo kama hichi kiko pale. Nyinyi mna magitaa, ana keyboard, wenzenu wako wanapaka na magitaa kuproduce muziki. So whether is gonna remain here chini ya wizara, ambayo kwa muundo huu hata haipo kwa mujibu wa structure sasa hivi, au inaenda taasisi ya elimu Function ya keme media education itaendelea pale, and this is a lifelong thing, it's not going to stop. Miaka mitatu minne tukasema, kwa sababu sisi tuko far ahead compared with other countries. Sisi Zanzibar, Tanzania bana nchi nyingine hawana media production units. Kwa we have to run very quickly and we have expert in house. Mzee yule pale atatusaidia. Dr Philips yuko hapa, ni highly experienced na PhD za Massachusetts. Amesoma top universities na masuala ya IT na mambo ya AI. Na ana uzoefu wa Tanzania wa muda mrefu na kwenye kazi za maendeleo. Atatusaidia kushauri free. Atumlip, yani analipwa tu, analipwa kwa jambo jingine, lakini yeye yuko hapa kuwasaidia watu wanaotaka kujifunza. Na mimi ingekuwa mtu wa IT, ningekuwa by the time nakutana naye nice, sasa ningekuwa shakwa bibi. Hiyo sio issue. Nataka kusema kwamba KMEC tutaendelea kuwasapoti, wala msifil ba. Bahati mbaya bajeti zetu kwa mujibu wa muundo wa ziko chini milioni 90, kwa mwaka stafi, au sio? Kwa production ya hapa umeme tu, AC tu, ukisema unalipa kampuni ya ulinzi tu is over. Sasa mwakaho nadhani nimejaribu ku double almost bajeti yenu, lakini hiyo haitoshi. Ungejipanga mapema, na hata sasa hivi hatujachelewa, nileteeni orodha yenu yote. Sasa fursa hii mara mbili, mimi naenda kuangalia uwezekano wa bajeti ya maendeleo ya kununua vifaa. Tumetenga pesa ninunue vifaa vya studio, na pengine si pesa nyingi kwa hiyo hii tukilipata mapema, bajeti ikipita, mkuu wenu anikumbushe. Sasa, vifaa mimi naweza kutoa hadi hapo ndio ishatoka. Wasema kati kulitoa hili unategemea ni mimi nikakununulie uombe request. Sometimes watu hawajiongezi. Kwa hiyo kwenye vifaa vya kemiki vyote hivyo mnasema camera, computer, sijui nini hivi. Hiyo software yuko hapo ndio lenda anasema mambo ya social media. Yeah. Kwa hiyo tajaribu kuangalia kama budget itaruhusu ya maendeleo tununue vifaa. I want to solve this problem, useme mambo mengine and I want to make you accountable. Sasa kuna kila kitu na shida, unaondoka unaenda sehemu nyingine, sawa sawa. Sasa mzee Pemba utakwenda, takuchukua mimi people with big ideas. Serious. Kwa kweli, aado walimu naotaka. Lete mawazo. Mitoto ya leo unaenda darasani nasari. Mwalimu kawaweka mstari anafundisha po. Nasari is more of play, song, animation, digitalization. Zile zile ambazo tumefanya kwa habito. There's a technology you can do that katika. Convert that ikawa kama karakacha wa animations. Sasa hayo ndo mambo tunayotaka watoto wanajifunza no, kwa kucheza, kwa jokes, sio token choke nemo. So haya mafunzo mseme ni mafunzo gani? Tutafute wataalamu waje kufundisha, hakika wapo. By the way, tunazungumza kuna contractor mmoja tunampa kazi na vani shule direct. Anatusaidia kwenye uzalishaji. Na wale ni mabingwa. Probably no, anaweza kaje akatusaidia kushirikiana na timu hapa kwenye production ya Jabari ya vifaa. Alafu bitime wanahitaji waandishi wa habari tuta, kama wapo semeni tuwaone, na wapo wako wako tu sehemu nyingine hawafanyi kazi. Music composer mtara, tunasema gitaa, if you have a keyboard ile na gitar. Pale tai imeenda, kuna mtu, kuna gitaa, ila music instrument anapiga kanun na nini. So haya ni mambo ya tunaweza, hatuwezi kuajiri kila mtu. Mtu mmoja tukampeleka tukampeleka hapo akapata mafunzo mm -hmm. Yani ya mambo mengi ni utayari tu kwa kwa mtu nao, tukifanya hivyo, nadhani tunaweza tukanani. Matangazo tuleo TV hii kweli, yaani sasa ile matangazo, nimesikia umbea kwamba wizara umezuia. Wizara ndio mimi nani kazuri. Mimi sijae kumsikia waziri kunikataza na wizara ndo mimi. na na kwenye matangazo, mtu ataleta tangazo akiona redio inasikika, so first thing redio ya Pemba iwe nafanya kazi na ya hapa tuhakikishe inafika everywhere, kwa sababu gharama za uendeshaji wa TV na redio ni zile zile whether umetoa tangazo au mtu atangaza. Na matangazo mengine nami nitawaambia wizaangu wizarani, hata matangazo yetu yale ya wizara. Kwa mfano sasa hivi leo nimetoa tangazo usiruhusa kuuza vyakula na vinywaji sokoni, inaenda hewani na conventional, utapeleka ZBC. Sasa tawaelekeza walete na wale hapa, na kama kuna vibili tutalipa tu, lakini nyinyi wenyewe mjipange swala so la kwa hiyo watu wanarusha, watakuja kwenu ikiwa mna audience kubwa.